Wanafunzi wangu, mnakumbuka ile njia ambayo niliwafundisha uh, jinsi ya kuongeza nywele ya mteja kwa kutumia kitana hasa pale unaposuka stitch au cornrow? Yes. Na huyu anayesuka ni mwanafunzi wetu, baada ya yeye pia kujifunza katika madarasa yetu, na hii ndio ilikuwa feedback yake, na haya ni matokeo ambayo tumeyapata. Amesuka nywele vizuri, lakini pia ameweza kuongezea nywele kwa kutumia kitana na imekaa vizuri kabisa kabisa. Nadhani ukiangalia mistari unaiona ilivyonyooka vizuri, na uzuri ni kwamba bado yupo darasani, bado anajifunza da. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji kujiunga na chuo chetu, unahitaji kusoma mambo yote ya saluni, tunakaribisha sana sana sana. Uzuri ni kwamba nafasi bado zipo wazi, una uwezo wa kujiunga na chuo mpaka sasa.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

Yes, ubo mama wa nyumbani tu, karibu sana. Naomba nikukumbushe na hii ni Farida Beauty Academy. Asante na karibu jifunze nasi, bye bye.